Sababu wanaua yule anahitajika katika masuala ya ushahidi. Kwa hiyo naomba nipitie huko. Basi sawa, tutaonana kesho asubuhi. Hivi hawa wanaona mimi mjinga namna gani? Hapa kuna kitu tu, hapa kuna kitu tu. Eti tunafanya uchunguzi. Sawa, sijasikia mambo mengine, lakini tunafanya uchunguzi. Kwa nini wafanye uchunguzi? Hapa kutakuwa kuna kitu, na mimi naanza kufanya uchunguzi. Sikubali. Nafanya uchunguzi. Ni uchunguzi gani ambao unaozungumzia hapo? Niambie, pasipokuwa kunificha chochote, kama mimi kapteni wako wa askari wote hapa katika ngome hii ya Chifu Buganda. Hapana kiongozi wangu, ila ni mambo tu ya kifamilia nyumbani kwangu man, na ndio maana nahitajika kufanya uchunguzi nikiwa kama mimi ni baba. Aha, sawa. Isitokee. Okay. Kati yetu akaficha siri yoyote, akigundulika asili yake yeye ni kifo. Nilikuja kwa nia ya kumwona yule mfungwa wangu ambaye nilikwambia umpe adhabu ili aseme yote ambayo aliyaona. Sasa kwa kuwa muda umeenda, sasa hivi ni usiku sana, basi kesho nitakuja, na hata hiyo kesho yenyewe si asubuhi, kwa sababu nina kazi ya kusambaza taarifa katika jamii nzima Wanakijiji wote wapewe taarifa. Kwa hiyo ni mchana, hakikisha unamwandaa vizuri, tunahakikisha wanakijiji wa himaya hii ya Mpanda taarifa hii wanaipata. Ni kweli kabisa, mshauri mkuu wa mganga mkuu Buganda, tunahakikisha leo hii taarifa inafika kwa watu wote. Taarifa hii imetoka kwa Chifu Buganda. Hakikisha kama kuna mtu amekuja hafahamiki, taarifa hiyo inafika moja kwa moja kwa Chifu Buganda. La kuongezea hapo, kama itafahamika huyo mgeni amefika hapa kijijini na kuna mtu amemhifadhi, basi yeye na huyo mgeni wote watakufa. Eh, hey, shoga, umesikia taarifa hiyo kwamba kuna mtu hapa ameingia kijijini kwetu hapa, ehe. Sasa kama mtu akimhifadhi kazi atakuwa nayo. Na ni kweli tunamfahamu vizuri chifu wetu alivyokuwa katili namna gani. Mimi habari ya kugomana naye ah, ah, mimi akija mtu yeyote ambaye simfahamu ah, ah, kwangu mimi hapana. Ah, mke wangu nimesikia sauti hapo nje. Ni nani alikuwa anaongea hapo nje? Amekuja kiongozi wenu hapa, amekuja na mshauri mkuu wa chifu. Kuna taarifa ametoa kwamba kuna mgeni ambaye aruhusiwi